Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Tukio hili linaakisi dhamira yetu thabiti ya kuhakikisha kuwa uwekezaji wa umma unaendelea kuleta matokeo chanya na yenye tija katika maendeleo ya kiuchumi ya Taifa letu. Wito wangu kwenu si kwenda kukamua mashirika mradi uonekane umechangia. Changieni kama sheria inavyosema, changieni kwa faida mliyoitengeneza. Usione aibu hata ukichangia bilioni moja, bilioni mbili, changia kwa faida uliyoitengeneza. Na siku hii hapa unavyoona wenzao wanachangia ikupe msisimko, ikupe challenge kwamba na wewe uende ukaongeze gawio lako, ili nawe usomeke hapa. Kwa hiyo niwaombe sana Kafanyeni hivyo kwa faida ya taifa letu. Usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.